kwa sababu tarehe 29 Oktoba, kwa sababu yanatoonesha vidonda na pengine anaweza ya pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza, nakubaliana naye asilimia mia moja, na pili naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake, na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati Rais ameunda commission ya kufanya inquiry inaendelea kufanya kazi. Kuendelea kuzungumzia zungumzia kwa viongozi wa serikali, wa taasisi za, za kijamii, vyama vya siasa, wanaharakati, kuendelea kuongelea ongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na rais wa chama cha wanasheria kwamba tusitonyeshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili hili namhusu pia rais wa chama cha wanasheria, e, na nitawasimulieni na nyinyi mtajua baadaye ananisaidiaje. Mwaka elfu mbili na tano wakati wa uchaguzi wa ubunge pale Songea mjini, siku moja kwenye kampeni, baada ya kumaliza kuzungumza kuomba kura, wananchi wakapewa nafasi ya kuuliza maswali. Mwananchi mmoja akainuka, akasema, sisi bwana, hayo yote uliyoongea tumeyaelewa, lakini sio muhimu sana. Mimi na wenzangu tuko hapa kumi na tano, tuna mechi kesho, tunataka mipira, tunataka mipira kwa ajili ya kesho, tarehe uchaguzi mechi itakuwa imeshapita sasa. Yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Rajabu, alikuwepo pale, akaomba kipaza sauti, natoa laki tano hapa hapa kwa ajili ya mipira. Afa akatoa na naweka namna hii, mara pap. Tulikuwa tumesahau kwamba naegombea naye ni wakili Mbogoro. Uchaguzi umeisha, mimi nimetangazwa mshindi. Mbogoro kaenda kafungua kesi na lalamiko la kwanza, kutoa rushwa. Kutoa kama, mimi nimeita wanasheria nimekaa nao pale, nawaambia hii kesi, mbona hamna kesi hapa? Wakaniambia mheshimiwa, hebu tuitazame. Wakapitia wakauliza kuhusu ushahidi, wakaambiwa mkando video, jamaa akipeperusha hela. Wale wanasheria maadvocate wenzake na Mwabukusi wakasema, mheshimiwa, hapa huna pakutokea katika sheria ama umefanya wewe ama ajenti wako, huyu atatambulika kama ajenti wako. Labda pale pale alipotaka kutoa hela ungechukua, ungichuua kipaza sauti useme sio mchango wangu, si usiki nao. Hukusema chochote, ulipiga makofi. Sasa nawambia jamani, mimi ubunge wenyewe ndio mara ya kwanza tunaingia, hata miezi mitatu sina, mnataka mnichomoe. Nawaambia mawakili wangu tunafanyaje? Wakasema tuachie tukatafakari. Wamekaa masaa matatu hivi, wakarudi, wakasema wana hapa, namna pekee ya kukuokoa ni pio Sasa pio sasa, pio ndio nini sasa? Mimi najua mimi baba yangu alikuwa polisi, ukisema tu pio, hivi, hivi mimi nafikiri polisi officer Kwa hiyo ikabidi wanielekeze taratibu hiyo kitu inafanyaje. Kwa hiyo wakasema sasa hii inahitaji research. Kwa hiyo tuachie tukaifanyie kazi na tuachie muda wa kutosha. Muda gani? Wakasema hata wiki mbili. Inataka research. Hatuwezi kukuambia tu. Maana njia pekee ya kutoka ni hiyo, hakuna nyingine. Basi wakaenda wakaanza kufanya research yao, walisema wiki mbili lakini siku ya tatu wakarudi. Wakaniambia kazi imeisha, tumeshashinda hii. Mmeshindaje? Wakaniambia wakanambia PO wakili aliyemtumia Mbogoro ajalipa ada ya wakili. <laughs> <laughs> Bahati nzuri tukiwa kule mtaani, tunasema ngoma, ikaenda mahakamani habari <laughs> ikaenda mahakamani pio. Ah, jaji akasema pio, hii imesimama, <laughs> kesi nje. Sasa mpaka wakati ule ilikuwa Tanganyika Law Society Regulations peke yake zilikuwa zinasimamia jambo hili lakini kwa kesi ile sasa, na bahati ikaenda pia rufaa, rufaa uamuzi ukasimama mahakama ya rufaa. Ilipoenda mahakama ya rufaa ndio sasa, ikishaenda kwenye mahakama ya rufaa inageuka kuwa nini? Sheria, kwamba sasa sio administrative issue tena, ni mandatory, na wanasheria wote wanajua, mawakili wote wanajua. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba kipato cha TLS kiliongezeka kwa sababu ya ile kesi yangu. Sasa Mwabukusi mnanisaidiaje? <laughs> Mheshimiwa Jaji Mkuu, baada ya kuyasema hayo, sasa ninayo heshima kwa niaba ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutamka kwamba mwaka mpya wa mahakama elfu mbili na ishirini na sita umezinduliwa rasmi, asanteni sana kwa <laughs>